Baadhi ya wata, taasisi au wakuu wa taasisi e, wanaona hawa wakaguzi wa ndani kama wachokonozi wa mambo yao, wanaona wakaguzi wa ndani kama ni watu wanao kama wageni hivi, hawapaswi kuwepo taasisi, kwa sababu wanataka kuhakikisha ku, ku, ku, ku, kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo kuna wale wasiokuwa na, na nia njema, wasio wasiokuwa nia njema, tuseme wale wanaotaka kufanya mambo ya rushwa, wanataka kutumia vibaya hela za serikali ni dhahiri hawawezi kuwapenda hawa wakaguzi wa ndani, kwa sababu wakaguzi wa ndani ni jicho la mwenye taasisi, ni jicho la umma, ni jicho la Watanzania, kwamba mambo yaende sawa, hiki yakiendi sawa na shauri, kabla CAG hajaja kukagua. Ili serikali ipate kuaminika na wananchi, ni pale ambapo fedha iliyotengwa kwa ajili ya jambo fulani imetumika kwa ajili ya jambo lile. Wakaguzi wa ndani hawa ndiyo jicho la ndani la taasisi. Wanapozuiwa kufanya majukumu yao kwa baadhi ya taasisi, wanapozuiwa kufanya majukumu yao, tayari unaanza kupata wasiwasi kwamba wasi, kuna jambo baya ambalo linafikiriwa pale au kuna jambo ambalo limefanyika. Na ndiyo maana kama kuna eh, eh, accounting officer ambaye anamsikiliza mkaguzi wa ndani, hawezi kupata haki hati yenye mashaka au hati chafu atapata hati safi, na kwa hiyo ukaguzi wa serikali koteto akija pale, kwa maana ya CAG akija akikagua atafuta kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo rai rai eh, yetu kama serikali na kwa kweli ndivyo sheria inavyotaka ni kuhakikisha kwamba hata CAG anapofika kukagua, wale watu wa CAG kwanza wapate ripoti ya ukaguzi wa ndani na waanze na kikao kile cha kwanza, lakini pia wanapomaliza hata ukaguzi pale, ukaguzi wa ndani pia aweze kushirikishwa ili waweze kukubaliana au kuto kukubaliana katika yale ambayo CAG ameweza kuyaona, lakini pia na mwajiri ambaye, na, na, na, na accounting officer naye aweze kujua kitu gani ambacho hakikwenda sawa na alishauriwa lakini hakuweza lakini kuianda maini na nafasi ya ukaguzi wa ndani ni hatari sana kwa rasilimali za nchi kene zile bajeti tunazozitenga kule kuigene tunakwenda kwenda kwejia, ni lazima kuwepo na hao ukaguzi wa ndani, na ni watu wa muhimu sana. Hilo ndio tatizo kubwa, kwa sababu mkaguzi wa ndani anatakiwa afanye kazi kwa na uhuru, na kama ule uhuru wa kufanya kazi hiyo haupo mbona leo nimekuja na e, uh, labda nimekuja na ishu ya kuweza kusaidia kupunguza, uh, ubadhilifu sehemu fulani, na ripoti hiyo ikanisababishia mimi nikapoteza hata kazi. Ndio huo huru ambao tunaendelea kama niweze kufanya kazi zangu huru na mwisho wa siku niweze kutimiza malengo ya kazi yangu. Kilio chetu ni miundo miundo kandamizi ya ukaguzi wa ndani nazikufanya kazi yetu aa, umekua tukija kwa kipindi kirefu, lakini tunashukuru kwa ujio wa mheshimiwa waziri leo akimwakilisha rais, kwamba tulikui sasa nafika mwishoni naufanya kazi kwa weledi, kuzingatia misingi ya utendaji kazi wetu kama wakaguzi. Tunazungumzia kuhusu miundo kwamba miundo ya kaguzi mfano reporting structure zao wanatakiwa waripoti kwa bodi ya wakurugenzi kwa wale ambao wana bodi au kwa uongozi wa juu ambao utamfanya yeye aweze kufanya kazi yake bila kuingiliwa. Lakini pia mkaguzi huyo anahitaji aweze kuripoti katika stage amba, katika eneo ambalo hata atakapotoa ripoti yake awe ripoti yake iweze kuchukuliwa na kufanyia kazi bila ku kuathiri uh, objectivity yake, lakini kwa sasa jinsi ilivyo, tunaona muundo wa ukaguzi wa ndani kwa sababu reporting lines haziko clear, changamoto ya e, kimuundo inakuja kwa sababu kiongozi mkuu wa taasisi ndo akashikilia maslahi yote ya mkaguzi, hasa ukimshauri mtu ambaye akashikilia maslahi yako anaweza akapokea au asipokee, akijua huna cha na maana kuna wengine walipendekeza iwe ni independent kwamba jitegemee, lakini bado kwa mujibu wa standard mkaguzi wa ndani ni sehemu ya, ya management. Kwa hiyo changamoto ya kimuundo kwa sasa, ambacho kinafanyika kikubwa, wakuu wa taasisi wengi wanaitwa wanapewa, wanapewa seminar juu ya umuhimu wa wakaguzi wa ndani, kwamba wapo hao kuwasaidia nyie, wanawashauri nyinyi ili mfanye vizuri zaidi. Ukiwa na mkaguzi mzuri wa ndani, kitakachokuwa salama taasisi yako mwenyewe sababu kwa sababu malengo yote yatakwenda kama nilikuwa mpango vizuri. Kwa hiyo kwa sasa hivi nakwenda changamoto ya kimondo inakwenda inaisha, kwa sababu wakuu wengi wa taasisi, bodi za wakurugenzi, waheshimiwa madiwani wengi, wanakuwa wanaitwa, wanapewa seminar, wanafundishwa juu ya umuhimu wa mkaguzi wa ndani, umsikilize, kwa sababu atawasaidia kwa mambo mbalimbali. Kwa hiyo kwa changamoto inakwenda inaisha. Kwa kweli, sisi hii sisi kwetu faida nyingi. Faida ya kwanza kutoweka pamoja, mnakuwa mnakutana, mnajiwana, mnabadilishana mawazo Faida ya pili mnabadilishana mbinu za ukaguzi, sababu ukaguzi ni mbinu. Ukagua maana yake kazi kubwa, kazi ya ukaguzi ni kushauri. Kazi yetu ni kushauri kuhusiana na matumizi mazuri ya fedha za umma, kuhusiana na miradi ya maendeleo. Hasa katika ukaguzi kuna mbinu mbalimbali. Kwa hiyo unapokuwa mnakutana wakaguzi wengi wengi, mnapeana mbinu, mnabadilishana mawazo, mnatoka faida yetu nzuri zaidi. Mkutano wetu umelenga kuwafundisha wakaguzi wa ndani yani master class ambayo ina zaidi ya delegates mia mbili na thelathini, lakini, lakin pia tunao board members ambao wanafundishwa governance forum. Hawa wanafundishwa na kukitwa kwenye masuala ya utawala bora na jinsi gani ya kusimamia taasisi, lakini pia tunao internal auditors conference ambayo tutaianza siku ya Jumatano ambayo italeta wakaguzi wote wa ndani wa public sector hapa Mwanza kujifunza na kufundwa jinsi gani ya kuendeleza utawala bora, lakini kufanya pia kazi zetu za ukaguzi katika uh, new standard ambazo zimetoka mwaka huu wa 2025, lakini pia tumeleta wabobezi wafuzi wabobezi katika taaluma za risk management control, pamoja uh, na governance ambao watatufunda pia wakaguzi wa ndani katika mkutano huu.